Wakati wa kuvuka mwaka duniani kote, watu hujikuta katika shamra shamra za likizo, na ifikapo tarehe 31 Desemba sherehe hunoga hadi saa sita za usiku unapoingia mwaka mpya kwa mjibu wa kalenda ya Kilatini. Mchana kutwa siku hiyo ya mwisho wa mwaka huwa ni mihemko ya kumaliza mwaka kwa michezo na burudani. Hapa Kilifi mabaharia na wavuvi na jamaa zao na marafiki walikusanyika kwa mashindano ya michezo chungu nzima ya baharini katika eneo la Old Ferry. Tarehe 31 mwezi wa Disemba mwaka 2025 ni siku ambayo kuna mashindano ya madau. E, mashindano haya yameandaliwa na wavuvi wenyewe ambapo wamejitahidi kuchanga changa pesa za kuwawezesha kwenda kushindana, mara hii hawakupata udhamini kutoka kwa serikali wala shirika lolote, bali ni wavuvi wenyewe wanajivinjari, wakisema wanamaliza mwaka wa 2025 kukumbuka yote walioyapata, wenzao waliangamia baharini. Kuna wengine walipatwa na masaibu mengi tu kuhusiana na sheria mpya mpya ambazo ziliwekwa ambazo zinahusu mambo ya uvuvi Hayo yote wanataka kuyakumbuka kwa furaha ya ngoma zao za kiasili, ngoma za mabaharia, ngoma za wavuvi, ngoma za waendaji jeshi maboti na kadhalika. Majahazi yalivutwa hadi mlango wa bahari Hindi kuingilia mkono wa bahari, kisha mashindano ya majahazi 15 ya kutumia matanga yanayosukumwa na upepo yakaanza. yakarejea kupitia chini ya daraja la Kilifi kwa kasi ya upepo. Kunahitajika ujuzi wa hali ya juu kuyageuza matanga kulingana na upepo, na mara aliye mbele hujikuta nyuma. Watazamaji katika eneo la Old Ferry walisubiri huku wakitumbuizwa kwa ngoma za Kigiriama. Mashindano haya takriban, sasa, ni mwaka wa kumi na tisa. Tulianza uh -huh. kuanzia 2006 na kufikia hii uh, leo hivi 2020, 2025 okay. uh -huh. 2025 uh. uh -huh. tumefikisha miaka hmm. kumi na tisa sasa. Madhumuni haswa ya kufanya mashindano kama haya ni uh, madhumuni makuu ya mashindano kama haya ni kuleta umoja, uh -huh. kuleta umoja, kuvutia utalii, kuvutia biashara na kuimarisha uh, wavuvi wetu kuwatoa, hususan hamasa kwa wale vijana wetu katika masuala mambo ya madawa ya kuleva, ili waje kuingia kwenye michezo, ili waje kuingia kwenye bahari, kuhakikisha kwamba blue economy imeweza kufanya kazi, wasilale kule juu. Nilibahatika kuyashuhudia mashindano kuanzia mwanzo hadi mwisho nikiwa dauni kisha yakafuatiwa na mashindano ya kuogelea kwa vijana na wazee kutoka eneo la Mnarani hadi Old Ferry. Baada ya hapo, wengi walielekea vidazini kusubiri kuvuka mwaka kwa tamasha la kukata na shoka lililodhaminiwa na Coco FM na wakfu wa George Kitu vipi? Sisi so, tumekuja hapa kwa sababu ya mheshimiwa George Kipi ndio? Eh? Sasa nataka tuonyeshe, tumuonyeshe kama sisi Kilifi tuna kukubali na tunamkubali tuna tunaimba mpaka e asubuhi mpaka. Wewe leo leo. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Lolani Kalu. Coco FM, ladha ya pwani.